Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi siku ya leo. Tunajifunza kuhusu ugonjwa wa kisukari. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, matarajio baada ya matibabu, namna ya kujikinga huu ugonjwa e, ndio. Karibu wewe nami kuanzia sasa mpaka mwisho, tujifunze vizuri kabisa. Ugonjwa wa kisukari ambao pia unaitwa diabetes ni ugonjwa unaoleta matatizo ya kimetaboliki ambayo yanasababisha kuwepo kwa kiwango cha juu cha sukari ndani ya damu kwa muda mrefu. Sasa ukiwa umepata ugonjwa huu utajisikia, na hujapata matibabu yoyote, utakuta kwamba uzito wako unapungua kwa haraka sana, unakojoa sana, au mara kwa mara au ulikuwa uamke usiku kwenda kukojoa, lakini unajikuta sasa hivi unaamka mara sita, mara saba unapata kiu kikali sana kiasi kwamba siku hizi unatembea na makopo ya maji ili uendelee kunywa. Lakini pia unakuwa na hamu kali ya kula, yani unakuwa na njaa kali sana kiasi kwamba yani unakula lakini unahisi njaa kwali. Mwili wako unachoka, unashindwa hata kufanya kazi za kawaida ambazo ulikuwa unazifanya. Unapata kidonda cha kawaida tu mguuni, lakini inakuwa ngumu sana kupona. Hii inaweza ikawa inaashiria kwamba una ugonjwa wa kisukari. Sasa ukiwa so, na ugonjwa wa kisukari unaweza kusababisha athari nyingi. Aina zote za ugonjwa huu wa kisukari zinaongeza hatari kupata ya kupata matatizo ya muda mrefu matatizo haya yanatokea baada ya miaka kumi mpaka ishirini. Athari za muda mrefu zinahusishwa na uharibifu wa mishipa midogo ile ya damu na inaongeza uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Hatari nyingi za ugonjwa wa kisukari zinatokana na uharibifu wa hii mishipa midogo midogo kwenye macho, kwenye figo na kwenye mfumo wa fahamu. So kwa mfano unapokuwa umeharibu ile mishipa midogo ya damu katika retina hii ya jicho, inasababisha uwezo wako wa kuona unaanza kupungua na hatimaye unakuwa kipofu. So ugonjwa huu pia unaongeza hatari ya kupata hii presha ya macho ambayo tindagi la glaukoma na mtoto wa jicho na uh, matatizo haya ya macho mengine mengine yanaweza pia yakatokea. Sasa wagonjwa wa kisukari wanashauriwa kumwona daktari wa macho angalau mara moja kila mwaka, ili kuhakikisha kwamba matatizo yale yanagundulika mapema na kutibiwa. Kisukari pia kinaweza kuharibu chujio lile la figo, chujio lile la figo ambalo haliruhusu protini kupita, lakini likiharibiwa protini zinaanza kuchuja na hatimaye figo inaweza ikashindwa kabisa kufanya kazi. Na ndio maana unaona wagonjwa wengi wa kisukari, kama hawajapata matibabu vizuri, wanajikuta kwamba figo zao zinaharibika na wanaishia kupelekwa katika mashine ile ya kuwasaidia kuchuja damu, badala inafanya kazi badala ya figo yetu, inaitwa dialysis. Na wakati mwingine wengine wanaweza kukuta hali hiyo inaendelea mpaka wanapandikizwa figo nyingine. Ugonjwa wa kisukari mara nyingi so, unaharibu ile mishipa ya fahamu mgonjwa anajikuta kwamba anahisi ganzi mikononi na kwenye miguu. Kwa sababu ya ganzi hii, anaweza kuumia na asijue. Sasa, wagonjwa wa kisukari wana hatari kubwa ya kupata vidonda na maambukizi kwenye miguu, kwa sababu anakuta ameumia na hajui, inaweza anaweza kakanyaga hata moto asijue. Inaweza kuwa vigumu kutibu matatizo haya, na wakati mwingine inaweza kujikuta kwamba mpaka unakata sehemu ya mguu au unakata mguu kwa sababu ya kidonda ambacho ni kigumu kupona. Kwa hiyo haya ni matatizo ambayo yanaweza katokana kwa sababu ya ugonjwa ugonjwa wa kisukari. Kwa sio ugonjwa, uh, mrahisi, ni ugonjwa mgumu. Sasa kabla sijaongelea sababu ya ugonjwa wa kisukari, ningependa niongelee hii ya homoni ya insulini. Homoni ya insulini ni homoni ambayo inatengenezwa na kongosho. Unapokuwa umekula chakula, kimefika tumboni, kimefyonzwa na ile su, tunasema sukari imeingia kwenye damu. Sukari ikifika pale, homoni ya insulini inapotengenezwa na kongosho insulini inapofika kwenye damu inachukua ile sukari au inasaidia ile sukari kuingia kwenye seli ili iweze kutumika. Sasa kama insulini haijatengenezwa ya kutosha, inamaanisha kwamba sukari ile inaendelea kubaki hapo kwenye damu, kwa hiyo haiingii kwenye seli kwa ajili ya matumizi, unakuta kwamba sukari inabaki nyingi kwenye damu, au unaweza kwa ukakuta kwamba insulini inatengenezwa lakini mwili wako hauitikii vizuri hiyo insulini. Ina maana mwili wako umekuwa na usugu wa ile insulini, japokuwa inatengenezwa, japokuwa sio ya kutosha, lakini inashindwa kuingiza ile sukari ndani ya seli na inabaki kwenye damu. Kwa hiyo inapokuwa imebaki pale, ndio inaleta matatizo yote hayo ambayo tumeyaongea hapo juu. Kwa habari ya sababu ya ugonjwa wa kisukari, lazima tujue kwamba kuna aina kuu tatu za ugonjwa wa kisukari. Kuna kisukari aina ya kwanza, kisukari aina ya pili na kisukari ambacho kinatokea wakati wa ujauzito. Kwa kisukari aina ya kwanza inasababishwa na kupungua kwa seli zile za beta ambazo zinazalisha homoni ya insulini kwenye kongosho. Kwa hiyo ongos eh, kuna unasababisha upungufu wa insulini mwilini na unakuta kinga ya mwili ambayo inakuwa ni ya mgonjwa mwenyewe inazishambulia na kuziharibu kabisa seli hizo za beta kwa bahati mbaya na baada, hii ni baada ya kuzifananisha na kimelea ambayo inakuwa amekuwa ame mvamizi, kwa unakuta zile seli zimeharibiwa, kwa hiyo inatengeneza kiwango kidogo cha ja insulini, unakuta kwa kwamba sukari inabaki kwenye damu kwa muda mrefu na ugonjwa unaleta matatizo. Nakadiriwa kwamba kuna katika watu wote wenye kisukari ni asilimia kumi tu wana kisukari aina ya kwanza, na utakuta ugonjwa huu unawaathiri zaidi watoto lakini haimaanishi kwamba ni watoto peke yao. Nakuta mtu amezaliwa na jeni hizi ambazo zinakuwa zinakuweka kwenye hatari ya, mfano ukizaliwa na jeni ile ya HLA unakuwa kwenye hatari zaidi, kwa sababu uh, ni rahisi zaidi ya seli zako za beta kushambuliwa na kuharibiwa, kwa hiyo unajikuta unapata ugonjwa huu. Kwa habari ya kisukari aina ya, ya pili inasababishwa na usugu wa mwili kwa homoni ile ya insulini. Sasa seli za mwili za mgonjwa mwenye kisukari aina ya, ya pili zinakuwa zinakosa ule uwezo wa kuitikia ule mchocheo unaotengenezwa na ile insulini. Kwa hiyo mwili wake unatengeneza kiwa, ki, kiwango kidogo cha insulini, lakini pia hata hicho kiwango kinachotengenezwa mwili hauitikii hau vizuri. Kwa hiyo mwili unashindwa kuitumia vizuri ile homoni, pamoja na kwamba homoni ipo kwenye damu, haitikiwi hai vizuri, kwa unajikuta kwamba bado ile sukari inabakia pale pale. Sasa kisukari aina ya ina pili inasababishwa na mfumo mbaya wa maisha na urithi wa jeni ambazo zinakuwa zimebeba kisukari toka kwa wazazi. Sasa ili upate kisukari aina ya pili, kuna uwezekano uh, kuwa una kitambi, kufanya mazoezi ya kutosha, na lishe yako ni mbaya na au na msongo wa mawazo. Mambo haya yanaongeza uwezekano wa kupata kisukari aina ya, ya pili. Kwa habari ya kisukari cha ujauzito kinafanana na kisukari aina ya, ya pili kwa mambo uh, kwa namna kadhaa seli za mwili pia zinakuwa na usugu wa insulini lakini pia utengenezaji wa ile insulini pia unakuta umepungua. Inatokea kwa asilimia kama mbili mpaka kumi hivi ya mimba zote, na mara nyingi inapona baada ya kujifungua. Hata hivyo, kuna baadhi ya wanawake wanabakia na ugonjwa wa kisukari hata baada ya kujifungua, wanakuwa na kisukari aina ya pili, karibia asilimia tano mpaka kumi hivi. Asa kisukari cha ujauzito kinaweza kudhibitiwa vizuri kabisa, lakini mgonjwa anahitaji kuwa mwangalifu na kufuata mpango wa matibabu wakati wote wa ujauzito. Matibabu yanajumuisha mabadiliko ya mlo, upimaji wa mara kwa mara wa kiwango cha sukari mwilini, na wakati mwingine anaweza akapewa mpaka zile sindano na insulini ili kuongeza insulini mwilini. ugonjwa wa kisukari huu uh, unapokuwa mwilini. Ugonjwa uh, wa kisukari wa wakati wa ujauzito unaweza kuwa wa muda mfupi tu, lakini usipotiwa vizuri unaweza kuharibu kabisa afya ya mama na yule mtoto. Kwa hiyo mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na uzito mkubwa sana, kwa hiyo ikawa ngumu sana wakati wa kujifungua. Anaweza pia ya moyo, na ya mifumo wa fahamu na misuli. Kwa kiwango cha insulini kinapoongezeka katika damu ya mtoto akiwa tumboni kwa mama, kinapunguza uzalishaji wa uteute ule ya, ambao ni muhimu kwa ajili ya, ya, ya mapafu kufanya kazi tunaoita surfactant. Uteute -ute huu unasaidia katika upumuaji. Kwa hiyo ukipungua, unasababisha mtoto kupumua kwa shida anapokuwa amezaliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kudhibiti kisukari cha ujauzito mwa, mama anapokuwa mjamzito mzito. Ukifika kwa daktari atapima kuangalia kiwango chako cha sukari. Kama kipimo cha sukari kinaonyesha zaidi ya 7.0 milimou pa lita baada ya kufunga bila kula kwa muda wa masaa manane, hii tunaita fasting blood glucose, basi una ugonjwa wa sukari. Au kama akipima kipimo cha kawaida tu, kipimo ambacho kinapima wakati wowote, tunaita random blood glucose, kinapoonyesha kuwa una zaidi ya milimou 11.1 pa lita, huku unaonyesha kabisa una dalili za kisukari, basi unaweze kaona ugonjwa wa kisukari. Ukibainika kuwa una kiwango cha juu cha sukari katika damu na daktari hajaridhika na majibu ambayo anakuwa am, am, ameyapata, anaweza kupendekeza urudi uh, kesho yake kupima hicho kilimo upya, na mara nyingi atakwambia ufunge kwanzia saa nne usiku, usire chochote kwa masaa manane, nataki usile mpaka kesho yake ili uje uh, uh, uh, upime nasa kuna wakati ambapo utapimwa na utakuta kiwango chako cha damu cha sukari kwenye kwenye damu kiko kwenye 6.1 mpaka 6.9 milimoli kwa lita. Kipindi hicho tunasema kwamba sukari yako haiko vizuri na uko kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari na magonjwa mengine ya moyo. Na hapo atakushauri kufanya mabadiliko ya mfumo wako wa maisha kabla ya kupata ugonjwa wa kisukari moja kwa moja. Ugonjwa wa kisukari hauwezi kutibiwa na kupona kabisa. Mgonjwa anapaswa kutumia dawa za kudhibiti kisukari maisha yake yote. Matibabu ya kisukari yanajaribu kurudisha kiwango cha sukari katika kiwango cha kawaida. Hii inawezekana kwa kula mlo ambao ni bora, kufanya mazoezi, kupunguza uzito na kutumia dawa zile ambazo amepewa vyema. Sasa, mgonjwa wa kisukari aina ya kwanza anapaswa kuchomwa sindano za insulini pekee ili kusawazisha kile kiwango cha sukari mwilini. Hapasi kutumia dawa nyingine yoyote ya kudhibiti kisukari isipokuwa ile insulini au sindano za insulini ambazo unakuta amepewa. Kwa mgonjwa kisukari aina ya pili, daktari atakupatia dawa za kumeza kudhibiti ile sukari kama ikihitajika. Kuna wakati ambapo anaweza akakupatia sindano za insulini katika hali maalum, kwa mfano uh, unapokuwa na kidonda kikubwa au uh, na maambukizi makali au uh, na dawa unakuta kwamba zile dawa za kumeza zinashindwa kudhibiti ile uh, sukari yako katika kiwango cha kawaida, basi daktari anaweza akaamuru upewe insulini. Sasa kuna wakati mwingine anaweza kwambia utumie insulini usiku na mchana, uendelee kumeza dawa zako za kumeza kwa hiyo usishangae hilo. Hiyo e, yote ni kujaribu kutafuta uwiano wa kudhibiti ile sukari katika kiwango ambacho kinatakiwa. Sasa kama wewe ni mgonjwa wa kisukari unapaswa kujifunza na kuelewa vizuri sana huu ugonjwa. Unapaswa kujua vizuri kuliso, kuliko hata daktari. Ufanisi wa matibabu ya kisukari unategemea zaidi mgonjwa kuliko daktari, kwa sababu mgonjwa ndiye aa, mwenye jukumu la kutumia hizi dawa kulingana na maelekezo. Yeye ndiye anajipima hicho kiwango cha sukari, na ili kudhibiti kiwango kisiende juu sana au kisipungue sana. Yeye pia ndiye atagundua kwamba ana dalili mbaya ambazo zinatokana na aidha na dawa au na ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine, wewe kama mgonjwa, inabidi ujifunze ugonjwa, ufahamu zaidi, ili unapoona matatizo tu uombe msaada kwa daktari. Hakuna njia inayojulikana ya kuzuia ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza, lakini kwa kisukari aina ya pili ambayo inaathiri karibia asilimia tisini ya wagonjwa wote wa kisukari duniani, aina hii inaweza kuzuiwa kwa kupunguza uzito wa mwili, kufanya mazoezi na kula mlo bora. Kubadilisha kile unachokula kinasaidia kwa kiasi kikubwa kuzuia ugonjwa huu. Kwa hiyo chagua kula vyakula vya nafaka ambavyo havijakobolewa, kwa mfano kula dona na epuka kutumia mafuta mengi kwenye chakula, lakini pia mafuta yanayotokana na karanga, mboga mboga na samaki yanafaa zaidi. Punguza kunywa vinywaji vya sukari na punguza ulaji wa nyama hii nyekundu, lakini pia acha kuvuta sigara. Pia haya yote yanapunguza uwezekano wa wewe kupata kisukari hapo baadaye. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha